Emmanuel Kasitila ni mpima ardhi kutoka Tume ya Taifa mipango ya matumizi ya Ardhi, hapa anaelezea mgogoro huo kati ya vijiji hivyo viwili vilivyopo wilayani Ruangwa. E, tuko hapa kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro ambao ulikuwa unahusisha una, una vijiji viwili vya Likunja, vya Likunja na Mitope. E, kulikuwa kuna mgogoro wa sintofahamu fulani ambayo ilikuwa ina, inasumbua kwa muda mrefu zaidi ya hata miaka ishirini. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni lengo kubwa ni, ku, ni kutafsiri mpaka ambao ulipimwa mwaka elfu mbili na saba na tumekutana na tumekutanisha vijiji vyote viwili, tumewapa elimu pia tumeenda saiti sasa kwa ajili ya kuutambua mpaka huo. Aa, kwa kweli wame, wame, nania wananchi wamekubali, hizi kamati mbili zote zimekubali, wenye viti wote wamekubali na wameshukuru kwa kazi ya Tume ya Taifa ya Mpango ya Matumizi ya Ardhi kwa kufanya hii kazi ya kuwapatanisha vijiji hivyo viwili. Nini kauli ya wananchi wa vijiji hivyo viwili baada ya wataalamu kufika katika eneo hilo? Kulikuwa na mgogoro kidogo ambao ulikuwa unaita sintofahamu baina ya vijiji hivyo viwili lakini baada ya mpango wa matumizi bora ya ardhi, baada ya kugundua kwamba kuna huu mgogoro, zoezi ambalo linaendelea sasa ni kuja kubaini mipaka halisi ambayo inatenganisha vijiji hivyo viwili tu ambayo tumefikia kwa sasa. Tulianzia kule barabarani ambako kuna mgogoro kwenye jiwe la kwanza, nako tumeweka sawa. Sasa tumekuja huku kwenye jiwe la pili, lengo ni kupata hatima ya hii mipaka kwamba imekaaje, wapi ni Mitope, wapi ni Likunja. Kwa sababu kumekuwa na mustakabali mkubwa sana Najua sisi ni vijiji ambavyo tunategemeana, zamani tulikuwa sehemu moja, lakini kiutawala sasa vijiji vingine vimepata madaraka ya kwake. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhakiki hii mipaka, na tunashukuru watu wa ardhi, matumizi bora ardhi, wamekuja hapa kuja kuwekana sawa, ili tuendelee kukaa sawa. Kwa hiyo zoezi kwa kwetu kwa kwe sisi lina tija kubwa sana. Kwa hiyo zoezi hili leo la uhakiki wa mipaka sisi litatusaidia kuijua mipaka hii, kwa sababu wengine kama hivi mpaka tunaingia madarakani, hii mipaka ya zamani kidogo ilishaanza ku, kufutika futika, kwa sababu zamani ilikuwa tu kwamba wanategemea sana mifereji. Sasa ukiangalia baada ya mabadiliko haya ya hali ya hewa, kuna maeneo ile mifereji imefutika na kusababisha majumba kujengwa hata kwenye yale maeneo ambayo yalikuwa yanasaidia kutenga mipaka ya vijiji. Mkuu wa wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi Bwana Asani Ngoma anatoa kauli gani baada ya wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi wakishirikiana na tume ya taifa ya mipango ya matumizi ya ardhi kupiga kambi wilayani kwake? E, kwa namna ya kipekee tunawashukuru sana e, wizara ya ardhi, lakini pia tume ya mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa kutuwezesha pata mradi ambao ulikuja kufanya mpango wa matumizi bora ardhi kwenye vijiji 16 e, vya wilaya yetu wilaya Ruangwa, ambapo pamoja na mipango ile tangulia awali kwa ujumla sasa tumefikisha vijiji 85 ambavyo vimefanywa mipango ya matumizi bora ardhi e, na wilaya Ruangwa tuna vijiji tisini. Kwa maana yake ni kwamba tumesalia na vijiji vitano tu ambapo havina mipango ya matumizi bora kwao, ni zaidi ya asilimia tisini na tano ya wilaya yetu sasa hivi imepangwa imerasimishwa na kupata mipango ya matumizi bora ya ardhi. Sisi ni wanufaika wakubwa na mradi huu, ni moja kati ya wilaya chache sana ambazo zimepata bahati ya kupata mipango ya matumizi bora ya ardhi. Kwa hivyo, kwa ujumla, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwezesha e, mipango hii kutekelezwa. E, kama ambavyo wengi tunafahamu kufanya mpango wa matumizi bora ya, ya ardhi kijiji kimoja sio chini ya milioni kumi na saba kila kijiji kwa uchache kabisa. Kwa hivyo mara vijiji vyote ambavyo vimepimwa nchini, ni fedha nyingi sana zimetumika. E, mradi huu umekuja kuwezesha kutatua migogoro ya ardhi, umekuja kusaidia kupandisha thamani ya vijiji vyetu, imekuja kuja kusaidia kutunza mazingira, lakini kubwa kabisa, imekuja kusaidia kuongeza kipato kwa watu wetu, kwa sababu maeneo ambayo yamepimwa yanasaidia kuongeza thamani, lakini pia maeneo ambayo yamepimwa yanasaidia kuweza kuwezesha wananchi ku weka rasilimali fulani katika maeneo fulani ambayo yanatija ya nao. Kwa mfano kwenye wilaya yetu, moja kati ya jambo muhimu sana ambayo limefanyika kwenye eh, kuweka mipango ya matumizi bora ardhi ni kutenga maeneo ya misitu. Maeneo ya misitu haya ambayo yametengwa yamewezesha kwanza wananchi kufanya biashara ya mazao ya misitu, lakini pia tuko kwenye mchakato wa kupata biashara mpya ya hewa ya kaboni eh, kwa maana biashara ya carbon eh, ambapo kimsingi kama ikifanikiwa kutekelezwa maana yake ni kwamba vijiji vitanufaika sana sana sana. Hii ilitokana baada ya sisi kwenda kujifunza kwenye wilaya ya Tanganyika, tukaona kinachofanyika na faida zake. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba mpango huo wa matumizi bora ardhi, maeneo yote yaliyopimwa yameweka maeneo ya wafugaji na wakulima, yametenga maeneo ya huduma za jamii, yametenga maeneo ya masoko, lakini kubwa kabisa yametenga maeneo ya hifadhi za misitu ambazo hifadhi hizi zitasaidia kuuza mazao ya misitu, lakini pia na kufanya biashara ya kaboni hewa ya kaboni, ambapo kimsingi imekuwa na matokeo makubwa sana nchini kwa maana ambayo yamefanyika kwa sisi. Zoezi hili limekuwa na manufaa makubwa sana. Mimi ofisini kwangu, miaka ya nyuma huko, watu walikuwa hawakatiki ofisini kugombana kuhusu wakulima na wafugaji, lakini pia na migogoro mbalimbali ya ardhi. Sasa hivi mimi ndani ya wiki nzima naweza kusikia mtu mmoja au wawili ama tusipokee mtu kabisa, mwananchi ambaye ana changamoto ya migogoro ya ardhi. Kwa hiyo jambo hili limekuwa na tija, sisi tunashukuru sana tume e, lakini pia tunamshukuru sana wizara. Kipekee kabisa tunamshukuru mheshimiwa wa Waziri Mkuu wetu na mbunge wetu wa wilaya wa jimbo letu la Ruangwa, lakini pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa wa na njema, wananchi wamefurahi, migogoro imepungua, na kwa kweli thamani ya maeneo yao imeongezeka, kwa sababu moja kati ya components kwenye mradi huu ni kuwapatia hati milki za kimila, ambazo hati hizi zimewasaidia sana wananchi kuongeza thamani ya maeneo yao na kuwa na uhakika wa ardhi wanayomiliki kwa mpango ya matumizi ya baadaye. Kwayo sisi imekuwa na tija kubwa kwetu. Tunashukuru sana na tunawaomba wasituchoke, ikiwa ikiwapendeza, wanaopata mradi mwingine wakumbuke na kuja kutumalizia vijiji hivi vitano vilivyobaki, na hivyo wilaya ya Ruangwa yote itakuwa imepimwa na kurasimishwa. na na hii ndiyo habari njema zaidi kutoka Mchezo Super. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo?